Asante sana Pacha, maana nilikuwa nimechoka kinoma, ila leo nilikuwa nimekuja na jambo zuri kabisa maana nimekuletea jia rahisi kabisa ya kujifunza chini taka nimeingilea ratiba yako, lakini maana ubiza ya kusoma. Sina sina uhakika kabisa maana kabisa pacha, unajua kabisa kujifunza ni mambo yangu mimi, yaani kila siku napenda kujua jambo jipya, napenda kujua jambo la zamani, napenda kujua mambo ya kawaida, napenda kujua mambo juu kabisa. Kwa hiyo leezobari njima njema, na unajua, na kusoma sio kitu kirahisi, lazima utafune njia rahisi za kusoma, ili kusudi uweze kuelewa zaidi. Pia kuna hiyo channel sasa kwenye YouTube na TikTok, jina lake ni Shao Digital, yaani ukienda ali wanafundisha mambo yote kwa rahisi kabisa. Utajifunza hata kama umelala kitandani, unajifunza mambo yote kwa kupitia video na audio. Hata kama vile

pale wanapokuwa wa wamepigusha hiyo, usisahau kabisa u Comment, kushare na kulike. Na cha mwisho kabisa wa follow kwenye account yao ya TikTok ambayo inaenda pia kwa jina hilo hilo Shao Digital. Nawe utakuwa umefanya kitu kizuri sana na utasahau hayo mavitali yao na madaftari yao, kumbe ndio hivyo. Basi mimi naenda sasa hivi sina cha kusubiri sana. <coughs>